Na katika biashara serikali na kadiria kupunguza ushuru wa uagizaji mahindi kwa asilimia hamsini ili kuiwezesha kuagiza angalau magunia 5.5 milioni ya mahindi ili kuziba nakisi iliyoko ambayo imesababisha ongezeko la bei ya bidhaa hiyo. Waziri wa Kilimo Mutahi Kagwe amesema uagizaji huo utalenga mahindi ya njano ambayo si kisaki kwa lengo la kupunguza utegemezi wa mahindi meupe kwa chakula cha mifugo. Taarifa hii ni kwenye kitengo chetu cha Kapu la Biashara. Bei ya mahindi imekuwa ikiongezeka katika muda wa majuma machache yaliyopita na kufikia asilimia 26 katika kipindi cha miezi mitatu. Waziri wa Kilimo Mutahi Kagwe amesema ipo shehena ya kutosha ya mahindi ya kutumiwa na binadamu, lakini ongezeko la hitaji la chakula cha mifugo limesababisha kuongezeka kwa hitaji la bidhaa hiyo humu nchini. Ni kutokana na hali hii ambapo serikali imepunguza kwa asilimia hamsini ushuru wa mahindi yanayoagizwa humu nchini kwa lengo ya kununua magunia milioni tano nukta tano ya mahindi ya njano katika muda wa miezi kumi na mbili ijayo. Kwingineko, vyama vya akiba na mikopo vimetakiwa kutumia teknolojia kuimarisha huduma zake kwa wateja kama vile uidhinishaji wa mikopo, utathmini wa hatari za kifedha na mifumo ya ubadilishaji fedha. Mshauri katika idara ya ushirika Edward Mudibo amesema teknolojia ni nguzo muhimu ya kufanikisha utekelezaji wa mifumo ya kudhibiti hatari za kifedha kupitia matumizi ya uchanganuzi wa data na akili nemba kubashiri hatari hizo over the next five years including aditi, circle, must leverage financial technology to enhance Operational efficiency, expand financial access, and improve service delivery. AI is in everything, so a lot of investment is actually going to go into that. We are spending more than 500 million shillings in terms of just capital infrastructure. Mwishowe, sekta ya binafsi inaonyesha dalili za kumarika huku shughuli za kibiashara na hitaji la bidhaa zikiongezeka kwa kasi zaidi katika muda wa miezi kumi iliyopita. Takwimu za hivi punde za benki ya Stanbic kuhusu ununuzi zinafichua ongezeko la matumizi, kuashiria ustahimilivu wa uchumi licha ya shinikizo la mfumuko wa bei. Kiwango cha matumizi kiliongezeka hadi alama 51.7 mwezi Machi mwaka huu, ikilinganishwa na alama 50.6 zilizonakiliwa mwezi Februari, ambacho ndicho cha juu zaidi tangu mwezi Mei mwaka 2024. Wairimu, jenga darubini.